Huku zikiwa zimesalia saa za kuhesabu kabla ya Rais William Ruto kuanza rasmi ziara yake ya siku tano eneo la Mlima Kenya. Umesikia Rais anakuja hapa? Sasa aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua amemtaka kutumia ziara hiyo kuwaeleza wenyeji wa eneo hilo miradi aliyoanzisha tangia aingie mamlakani mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili. Sisi tunataka kumwambia William Ruto wewe unakuja hapa Mlima Kenya ukuwe mti ya kuongea ukweli. Project zile zote ziko hapa katika mlima ni zile zilianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Rais Ruto anatarajiwa kuanza ziara hiyo siku ya Jumanne, ziara ambayo anapania kutumia kukagua na kuzindua miradi mbalimbali mbali, ikiwemo ya ujenzi wa barabara ya Maumau mradi unaoendelezwa katika kaunti za Kiambu, Nyandarua, Muranga na Nyeri. Ukija hapa useme project umefanya ni gani? Zile project ziko ni za Uhuru Kenyatta, umekataa kumaliza, lakini usikuja kudanganya watu ya Mlima Kenya. Rais atakagua mradi wa ujenzi wa maeneo ya viwanda katika kaunti za Laikipia na Kiambu, pia akikagua miradi ya maji, ujenzi wa soko na mradi wa nyumba za bei nafuu unaoendelezwa na serikali kuu. Mko tayari? Mko tayari? Ama mko tayari? Wacha nione kwa mikono. Rais William Ruto umekaribishwa hapa Murang'a County. Na mimi ninataka kuomba vijana, mtu asitumiwe kukuja kuharibu mkutano wa Rais. Mtu akijaribu rais, atapambanwa na yeye na mkono wa serikali, serikali si ndio? Haya yanajia huku, wandani wa rais wakiendelea kuwaandaa wakazi wa maeneo hayo kumkaribisha rais kutokana na upingamizi ulioshuhudiwa hasa baada ya kuondolewa kwa aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua. waletea barabara ama atawaletea ni sijui mimi lakini chochote atalete, atalete mpokee. hazitaki kukue kama mambo ya madhari Let's show our maturity. Kenyans are looking at milima, kutakuwa na vita, kutakuwa na nini. I urge you to a very peaceful. Ingawa mimi ni mtu wa leo tu pale. To a very peaceful kwa milima. It's good to use the common sense. Kuliko kuwa incited na vita na mambo ingine na matusi. It is not important at all. Viongozi kutoka eneo la Bonde la Ufa wakiongozwa na Gavana wa Nandi Stephen Sang wamemsuta Gachagua kwa matamshi aliyotoa, wakidai kuwa ni ya uchochezi, wakimtaka kujiepusha na siasa za uchochezi, hasa wakati huu rais anatarajiwa kuzuru maeneo ya Mlima Kenya. I want to tell you my friend Rigathi Gachagua, leave the president alone, let him do his job. Kenyans will judge him and that the, nobody has given you the authority to tell us which government is going to be one term or not. In any case, you did not even finish half a term. The government of William Ruto, on the basis of track record, will do two terms and it will transform the economy and the lives of Kenyans. James Mwangi, Undugu TV.